Habari za muda huu wa wapenzi watazamaji na wafuatiliaji wa, wa filamu za kitanzania kita. Kwa majina naitwa John Yonad Yausa, ni ni mwigizaji ni director, lakini pia kifupi ni producer. Natokea katika kampuni ya Zemone Films ambayo inajihusisha na masuala ya utengenezaji wa filamu series na vitu mbalimbali vinavyohusu tasimia ya uigizaji. Leo hapa nipo kuizungumzia Azuma. Azuma ni nini? Azuma ni tamthilia iliyotengenezwa katika mandhari ya kitanzania na waigizaji kutoka Tanzania. Waigizaji hawa wametoka mikoa mbalimbali, lakini eneo ambalo limetumika kuiandaa filamu hii ni eneo moja ambalo lipo mkoani Manyara. Kitu ambacho ungetaka kuwafahamisha watazamaji wetu wadau na mashabiki ni kwamba Azuma iko tayari na hivi karibuni itaanza kuruka kupitia chaneli ya YouTube. Yes, ukifika pale YouTube utaandika Zeni Films, basi utaona kazi zote ambazo tumeshazichia hapo awali, lakini pia utapata miendelezo ya kazi zijazo mbele, ni pamoja na hii Azuma ambayo tunaizungumzia kwa wakati huu. Azuma ni filamu ambayo imechezwa katika mandhari ya kiasili lakini haizungumzii tamaduni yoyote wala asili ya kabila lolote. Ni filamu ya kufikirika lakini tumehakikisha kwamba mtazamaji wetu unaburudika, unaenjoy, unapata vitu ambavyo wewe unahitaji kuvitazama. Changamoto zilikuwa ni nyingi sana katika uandaji wa filamu hii, tukianzia hata katika uandishi, kwa sababu kuna vitu vingine kulingana na teknolojia yetu. Uh, unaona kabisa hichi kinaweza kuleta changamoto, lakini ni namna gani tunaweza tukafanya tukapata kitu kizuri. Kwa mfano, kuna sini ya mtu hii ana, ana... sini ilikuwa ni nusu mtu nusu nyoka kwenye, kwenye, kwenye maeneo yetu ya Kitanzania. Sio ishu ndogo, sio ishu ndogo, lakini tunashukuru Mwenyezi Mungu. Kuanzia kwenye uandishi mpaka kwenye uandaji tumefanikiwa, tumefanikiwa na tumeifanya kuwa vile ambavyo sisi tulilenga. Vitu vilikuwa ni vingi, na watazamaji mtaona kitu kikubwa ambacho kipo humo, ni mandhari tofauti ambayo sisi tumewaletea na ubunifu tofauti ambao nafikiri, kwa kwa, kwa, kwa, kwa kanda yetu wa Tanzania na East Africa hatujapata kuona kitu cha namna hiyo, lakini Zemon Film uh, pamoja na uongozi wote wa Zemon films wameandaa kazi kama hiyo na kuifanya katika mazingira ambayo niliyokuelezea hapo na kuhakikisha tu kabisa kwamba uh, wanakukamilishia filamu ya Zuma ili wewe uenjoy. Mimi nimeplay part kama mfalme ya Zuma kwenye hii filamu patkama mfalme wa Azuma, um, na ndio main character wa kiume kwenye, kwenye kwenye hii kazi. Na kitu kingine, kazi kubwa ambayo nilikuwa nayo mimi ndio director. Moja ya maswali yaliyokuwa magumu ni kwamba unawezaje kucheza na kuongoza. Kwangu imekuwa rahisi sana, kwangu imekuwa rahisi na na enjoy. Napenda kwa sababu ni director, nacheza pia ninachokicheza na kijua, ninachokiongoza pia na kijua. Kwa hiyo hizi kala mbili zote mimi nimezimudu, nimezimudu. Unaweza ukasema inawezekanaje, lakini kwangu imewezekana, uwezi imewezekana <laughs> kabisa kabisa, um, ilikuwa rahisi kwa sababu director lazima uwe na assistant, lazima uwepo assistant director. Kwa hiyo mimi natoa miongozo yangu na vile na ambavyo nataka, kaa wapi, simama wapi, nakagua picha inakuaje. Yes, naangalia <coughs> performance za wasanii wenzangu ambao niko nao mle. Mwisho wa siku tunaenda kupata kitu kama unavyoona kwenye behind the scene, ni kama hivyo nilikuwa naelekeza. Yes, sometimes inaelekeza hata kwenye namna ya upigaji picha, kwamba tunaweza tukafanya hivi hivi na hivi, mwisho siku tupate kitu kizuri. Kitu ambacho nimeshukuru kwa raundi hii, mimi kama director nimemshukuru mwandishi, ameletea kitu ambacho mimi nilikuwa natamani sana kukifanya. Mwandishi wa kampuni yetu ya Zamuni amefanya kazi nzuri sana, binafsi nimependa kuiongoza na nimeenjoy tu hata kuicheza pia, nimefurahi kila kitu kitu kingine nimewapongeza sana wasanii. Yani ni sana wasanii yaani niwapongeze sana wasanii ambao wamecheza kwenye hii kazi, wamefanya kitu kikubwa kizuri na nimekipenda pia. Ni, ni, ni washukuru, niwaombeni tu mwendelee kuwa karibu na sisi kutufatilia katika mitandao yetu ya kijamii hasa pale YouTube, unaandika The Moon Film, unapata una kila kitu ambacho unachokihitaji pale, kwa sababu tunazo filamu nyingi. Jambo la msingi usisahau subscribe, kulike comment na kushare. Oh. we are here for you. Thank you. Mambo vipi mtazamaji wa chaneli yetu ya The Moon Film? Kwanza ni kushukuru kuendelea kutufuatilia. Kwa majina naitwa Raji Kumeuka. Mimi ni mwigizaji lakini pia ni mjumbe wa wazemuni filamu. Uh, leo tunaizungumzia Azuma. Ni filamu nzuri, inafundisha, inaburudisha. Kitu kimoja tu, nikiwa kama mwandishi, nikiwa kama mjumbe wa wazemuni, nawaomba mwendelee kutupa sapoti, lakini msiache kucomment. Mnapokuwa mnatukosoa, tunajifunza tuendelee kuwaletea vitu vizuri zaidi. Sina mengi niseme. Asante sana kwa kuendelea kuitazama Zimuni na kuendelea kutupa supporti kwa namna moja au nyingine. Ciao.